Naam, mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa utakumbuka kwamba tulizungumza kwamba Juma Lokole bwana na Kajala eh, ni kama vile kutakuwa na ugomvi au sitomfahamu kati yao. Sababu ni kwamba tunafahamu kwamba Juma Lokole yeye ni rafiki wa karibu sana wa Kajala, lakini hampendi hata kidogo Harmonize. Hicho ni kitu ambacho tunakifahamu kwamba e, Juma Lokole na Harmonize hazi hivi, lakini ndio hivyo tena, kumbe bwana, furaha ya Harmonize ni Kajala na furaha ya Kajala ni Harmonize. Unaambiwa kwamba bwana, hii ni mara ya tatu sasa hivi wanarudiana, waliachana wakarudiana, wakaachana, wamerudiana tena. Kwa hiyo hii ni raundi nyingine tena, wawili hawa wameingia katika penzi zito na this time around ni kwamba wazi kabisa inaonekana kwamba Harmonize bwana Eh, amepata tena fursa, hatujui hata alichomwambia Kajala mpaka Kajala kukubali kurudi kwake ni nini, lakini kinachoonekana hapa ni kwamba hawa wawili bwana, mapenzi yamerudi kwa kasi, na inaonekana kwamba walirudiana muda kidogo, ila tu ameamua kudhihirisha kwa um, kwa umati wa watu wafahamu kwamba wawili hawa wako katika mahusiano. Katika hii sherehe ya mjukuu wa Kajala Amara, katika sherehe ya mtoto wa Paula na Mario, ndipo ameamua aweke mambo bayana. Sasa, Juma Lokole bwana, japokuwa alisema kwamba kwamba yeye atasusia hii shire, monaizi, ya hii sherehe kwa sababu amemwalika Harmonize lakini baada ya kuona kwamba mambo yamekuwa moto kweli kweli imebidi tu Juma Lokole mwenyewe akubaliane na matokeo. Kwa hiyo Juma Lokole naye pia tumemwona akiwa yuko katika ukaribu mkubwa sana na Harmonize Konde Boy katika hii sherehe. Kajala akiwa yuko karibu na Harmonize, Juma naye pia yupo karibu na Harmonize na Kajala, na Mixa kutoa ushauri kwamba Kajala mbusu hapa Harmonize na vitu vingine kama hivyo, umeona bwana e. Na Juma alikuwa anasherehekea kweli kweli, Mixa kupiga vigeregere, yani Juma amefurahia mahusiano ya Kajala na Harmonize ya raundi hii kwa mara ya kwanza kabisa, kitu ambacho hatukuwa hiki kudhania kwamba kinaweza kikatokea. Lakini pia Juma Lokole ameonekana akiwa na ukaribu mpaka na Harmonize mwenyewe. Kuna muda tumemwona Juma Lokole akiwa yuko karibu kabisa na Harmonize, wanazungumza. Kwa hiyo hii ni ishara nzuri. So ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza bwana, kuhusiana na hilo, weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.